Eh, uyu ako innocent. Senje ako innocent. Eh, eh, hala nyinyi, nyinyi, wewe boyfriend wako anaitwa nani? Mim. mm. Mark Mark <laughs> <laughs> <know>. ako wapi? <laughs> ni wa wapi huyo? <laughs> Eh? Ako miaka ngapi? Na wewe mnapanga kwa wana lini? Ni wa wapi? <laughs> <laughs> ni wa wapi? <laughs> <laughs> <laughs> Kabila gani? Okay, ndoa ni lini? Okay, wewe? <laughs> hmm? Hello. <laughs> Yeah? Nauliza po friend yako yeah. Uko naye? Anaitwa nani? Tiberias. <laughs> <Taipiris? laughs> Kwani ni wa ni wa Liberia? Yeah. Waliachana wakarudiana. Waliachana wakarudiana. Mnafanyanga nini mkipatana, hmm? Mkipatana mnafanya nini o salamu eh? Hmm. Aya selina po yeah. Wewepo anaitwa nani Eriko? yeye ako wapi? ako klasi yetu. Oh, ako tu hapo kwenu eh, mkipatana? sisi tunasoma pamoja na yeye. Oh, mkishasoma yeye kwani akwaje? Oh, yeye ni mwerevu. Ndio maana ulimpenda. Anakufundisha hesabu ama anakufundishanga kusoma eh? Ako miaka ngapi? Na wewe huku muuliza oh, We, oh, kijana wewe wewe na uko na girlfriend? <tiple> Anaitwa nani? <tiple> Ako wapi? Akilege ndio oh, uko chini. Aha, wewe. Idhani. Hmm? Idhani. Idhani ndio girlfriend. Ndio polyfriend. <tiple> Mnafanyanga nini mkipatana? <tiple> Kusalimiana na kusalimiana na ku anakuambianga nini? Si... Akuna. Oh, sasa nyinyi mulianja kupendana mkia watogo, vile mko hivi mkipendana, nini inafanyika? Like, mm -hmm. Seme, seme mimi bado sina, tusipendane sai bado sina ndogo, nitakuwa rafiki yake na like, eh, sasa, oh, wewe at least wewe wako ni mwerefu mm -hmm. Anakunda kusaidia shuleni. mm -hmm. Wewe wako anakusaidia nini? Anaku, anaku, ana... ah, wewe ah, uko na security ya kutosha haya hey. Wewe anakufundisha anaku shule pia kwani a vijana ndio wanasoma zaidi kuliko wanawake. Na wewe anakusaidia nini? Oh, wangu tumeanza juzi. <laughs> Oh, ni juzi. Anakufanyia nini huyu wa juzi? Mnapika story. Peke yake. Hakuna kumit kupatana wewe wako wako alikongwa na durela ako hai. Oh, sawa basi, all right. Leo tuko na family meeting ya wasichana, tunawauliza maswali, wanajibu. Ni muhimu sana mm. So, kitu ya kwanza itapiti mumalize shule kabisa, mumalize fomu fo, mwende college, mwende university, mumalize university, alafu ndiyo mwanze hiyo mambo ingine ya boyfriend na girlfriend. Sasa hii ni sawa, lakini mtu asijaribu kupepa nguo yako juu kuinua kamisi ama skati, okay? Yes. tunaelewana hiyo? Yes. Mm, hivyo tu sawa? Yes. Lakini kupendana ni mapenzi ya Mungu au sio? Thank you so much, my, my, my children, so my people.